Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na shindwa kuongea na kosa nguvu. Lakini uh, niseme Pilipili uh, pili ametukutanisha leo hapa uh... Jamani, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Uh, kwenye kundi letu kuna mtumishi lakini na mimi ni shehe. Ah, na kwa, kwa kifupi, kwa kila mtu amepitia maisha ambayo msipilipili amepitia. Kila mtu inaonekana alimsaidia msipilipili mpaka alipofika, uh, kwa aliyoyafanya. Lakini nakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza kumpigia simu MC Pilipili alikuwa anahojiwa kwenye kipindi cha Dina Marios. Alikuwa anasema mimi nimetokea Dodoma nimepata posti ya ualimu, nikamwambia acha ualimu mishahara inachelewa. Njoo kwenye comedy shughuli zipo kila siku. Akaja kwenye comedy angekuwa hai angesema. Sisi binafsi kama waanzilishi wa comedy ambao tumeikuta kwa kina Bambo, kina Zembwela, tunapenda vijana wafanye comedy wasaidie wazazi wao. Hatutaki mtu aje kwenye comedy awe na lombaya. Na ndio maana tunawapa platform wadogo zetu wanafanya vitu na vinakwenda. Lingine, sitaki kulisemea jeshi la polisi, lakini nimesikiliza ile ripoti. Mimi nilitegemea wakati tunazika leo na watumiwa wako jela. Siliingilii na heshima, wanalinda usalama wetu na raia, lakini kama kuna mtu alimpigia simu akasema uko wapi, tumlete MC Pilipili, pili. Anzeni na yule mbona, kuna watu wanakamatwa siku moja tu Tuangalie usalama wetu, si tuko pamoja? Lakini lingine, kwa upande wa viongozi, kuna kipindi pia MC Pilipili alipitia changamoto, lakini inaonekana kuna watu walikaa mbali, hawajamsaidia. Baadhi ya wa viongozi, wasanii wakiwapigia simu, pokeeni simu zao, msiache kupokea. Tunawasaidia mpaka mnakaa kwenye hivyo viti, tunatumika. Tuna nyinyi rafiki zetu, mfano mzuri Mheshimiwa Mavunde, Mwanaifei, kila shughuli anakuja. Lakini kuna kiongozi akiona ya simu yako kama akaona msiba, pokei okay. Okay, pokei ni simu. Kuna wengine tunataka tuwape ushauri tu sa ujamani, mjuni ni tuje kuongeza huzuni, tunakuja kufariji, kuwaonyesha ndugu zetu ambao ni familia kwamba tuko pamoja na wao katika kipindi hichi kigumu. Jambo ambalo natamani ni shehe na watu wa Mungu tulioko mahali hapa, meza kuu, viongozi wote, uh, watumishi wa Mungu na sote tuliokuja hapa kama ombolezaji kwenye maisha yetu tukumbuke jambo moja: duniani sisi ni wapitaji. Biblia inasema kwenye Petro wa kwanza sura ya pili ule mstari wa kumi na moja ya kwamba sisi duniani ni wapitaji. So kama ni wapitaji, kila mmoja ni lazima ajipange na kule anakoelekea. Tunapomwona rafiki yetu, mpendwa wetu Pilipili aliyekuwa na mapenzi na kila mtu leo amelala, jiulize, nani anafuatia kesho? Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine unaposikia tukio kama hili, unatafakari kwa ucheshi aliyokuwa nao, kwa upendo aliyokuwa nao. Hivi ni nani angeweza kudhani kwamba siku moja tungekusanyika mahali hapa kuomboleza kifo cha kiwango ambacho mpendwa wetu amepitia? Hawa ndio watu waliozunguka maisha yetu wanaweza kutuangalia kama wanatupenda, kumbe wanatuwazia mabaya. Kama mtumishi wa Mungu, ninatamka hapa, hautakuwa salama kama utamwacha Mungu kwenye maisha yako. Tuko watu wa imani tofauti hapa, kila mmoja kwa imani yake. Vijana mko hapa, nimefurahi kuona wasanii mko hapa leo. Tunapendeza leo, tunapendwa na kila mtu, haujui kesho yako. Jenga mahusiano yako na Mungu. Duniani sisi ni wapitaji, iko siku nawezekana hatujui, nani anatangulia, lakini iko siku na sisi pia itakuwa zamu yetu. Nimekuwa nikiwaambia watu kwenye gospel, tunao waimbaji wanatukumbushaga kwamba ni wapitaji. Kuna mwimbaji mmoja anaitwa Ambwene Mwasongwe, ana nyimbo ameimba, duniani twapita, wenyeji wetu mbinguni, safari yetu imepamba moto aliyeianzisha ni Yesu mwenyewe. Hivyo tunasema tunafanyaje? Kuna watu wanasema mimi siendagi kanisani, kwa hiyo sijui hiyo kitu. Huko mtaani mnako kaaga, kuna lijamaa linaitwa Samba Mapangala, alijaokoka aliendagi msikitini wala kanisani, likawakumbusha dunia tunapita. Eh, kila kitu kitabakia mimi ni mtumishi wa Mungu, mchungaji wa makanisa ya free church. Mmoja washirika wanaonipasua kichwa, na ninamwamini Mungu siku moja atanielewa awa Bwana Yesu. Em, tumpigie makofi Mungu kwanza. Ndugu zangu, waombolezaji wenzangu, viongozi mbalimbali, ndugu jamaa na marafiki, kifo akizoeleki. Tujikumbushe tunapofika hapa, sio tunakuja kuaga tu, tumeuramba tumekula suti, tumevaa sare, lakini tukumbuke na kusali. Sare ndio mwongozo wetu. Amka asubuhi sari, amka asubuhi sari, kabla hujalala sari, kipato unachokipata sari, sio kwa nguvu zako. Na hata unapoamka ukiwa na furaha sari, kuna watu wameamka wamenuna tu sari. Leo hii kijana mdogo kabisa ambaye bado hajatimiza ndoto zake amelala mmo ndani lakini tunao wazee hapa wana miaka sitini na tano sabini na bado wanahenyahenya tu, ukiwambia miguu wanatibiwa, hawataki kufa, hawataki na hawasali, hawafanyi lolote. Wenyewe wanaomba Mungu ifike jioni wakautwike. Mwone Mungu, mwone Mungu alivyokuwa kijana wa watu ambaye alikuwa anasali. MC Pilipili ni mmoja ambaye alinifanya mimi niwe na hofu ya Mungu. Ukimwangalia huyu mtu hajafanikiwa hivyo kwa nini anamtanguliza Mungu? Mara nyingi watu wanaomtanguliza Mungu ni wale ambao wamefanikiwa, wamezuru ndio anatubu. Lakini unajikuta mtu mwingine ndio hivyo na mtu ambaye anamjua Mungu ni yule ambaye tayari ameshazaliwa katika hiyo familia ya Kimungu. Au Muislamu amepitia madrasa, au Mkristo amepitia katikista na nini na nini. Kwa vijana wenzangu, tusali. Hatuna muda wa kupoteza kwa sababu zamani walikuwa wanakufa wazee, sasa hivi wanakufa vijana na watoto. Tusali, tusali. Baada ya kusema hayo, MC Pilipili alikuwa balozi wa ASAS na hawa alikuwa anafanya nao kazi. Niwape pole comedian, wasanii wa wachekeshaji, mi nawajua, wajua kidogo na wanaona kwenye TV <laughs> kakangu Koi, pole na watu wako. Ni wape pole Bongo Movie, niwape pole Bongo Flavor, niwape pole sanaa kwa ujumla na nipe pole nchi yangu kwa kupotelewa na mtu makini kwa wakati ambao tulikuwa bado tunamhitaji kulitumikia taifa lake la Tanzania. Baada ya kusema haya, sisi tuna ubani kidogo, kama balozi wetu hatukutaka mambo. Baada ya hapa tutakutana baadaye, yanaletaga kidogo mustakabali. Kwa hiyo sisi tuna keshi milioni tano ambayo milioni tano hii kwa niaba ya mbunge wetu na kiongozi wetu ambaye tulianza naye toka mwanzo Anton Mavunde, kijana wangu ametuelekeza, ametuelekeza fedha hizi zikawe katika mfuko wa kuhakikisha watoto wa pilipili wanasoma. Kwa hiyo nakushukuru sana Anton, maelekezo yako ni maelekezo ya kiuongozi. Mungu akubariki sana. Baada ya kusema leo, tuna makundi wakina Lamata kule Lamata Village na wasanii mbalimbali, nao wamekuja kabizini mzigo na maisha endelee, tusali. Asante uh, sana Steve Nyerere, naomba tumshangilie kwa makofi na mengi. Natumia nafasi hii kutoa pole sana, pole za dhati kwa kuondokewa na mpendwa wetu Emmanuel Matias MC Pilipili. Mimi niseme tu Pilipili amenipendelea sana, amenipendelea kwa maana ya kwamba <sighs> yani, hivi tunavyomuaga sura ambayo tunaiona hata hapa hii hizi picha zake zote ni kama alinipa nafasi GaraB, naomba nifanyie kitu kwa ajili ya yeah, mimi kuweza kuondoka kwa heshima. Na najiuliza kwa nini Pilipili amenipendelea hivi, kwa sababu muda wote nimekuwa nikijiuliza maswali mengi, na mimi niliwiwa tu kufanya ambacho nimekifanya nikiwa naamini kabisa kwamba Pilipili na kwenda kumtoa na nafasi moja ni kama kumrebrand na kitu ambacho mpaka umauti unamfika ni kwamba kilikuwa kinakwenda kufanikiwa kwa zaidi ya asilimia mia moja kwa sababu Pilipili amekuwa akiniambia kabisa kwamba bro, simu ambazo zilikuwa zimeacha kuita, sasa hivi simu zinaita sana, simu zinaita sana. Na kila wakati nikiangalia kwenye inbox, Pilipili always ananishukuru tu, ananishukuru tu, ananishukuru tu, you know. Sasa kuna wakati kila kiposti ananishukuru, naomba Pilipili, inatosha sifanye hivyo bro, ananambia mimi siwezi kuacha kushukuru. Kwa hiyo ni funzo ambalo naangalia, huyu ni mtu aina gani? Kuna watu wengi wanafanya vitu vikubwa, mi nifanya kitu kidogo, lakini huyu anashukuru hivi, lakini amenipendelea hivi. MC Pilipili.